Yapa yep, sehemu ya tatu inazidi kuweza kusonga mbele wanaita Light and the Shadow. litshaow uyapa ni the king kama kawaida. Kumbuka inapatikana pale Kariakoo kwa mtaalamu anaweza kumuita Ostazi Mwamba OG unawezekana kuweza kuwasiliana naye kwa namba za simu za 0693 7206 46 hapo utaweza kupata mzigo kwa wakazi wote pale Dar es Salaam s salam Kariakoo na kutana na Ostazi mwamba kamfata binti na kuweza kumwamsha. We Sepa ana shida naye, anadharau hey. Ukimwangalia wezi mzania, lakini mtu hatari zaidi. Binti akampa heshima yake, maana umjuba kama amemwacha anaishi. Kuachwa na Israeli mtoa roho si kawaida. Sepa kawasha zake fedi na Wajapani wako ndani, yote ni wengi vibaya mno, lakini jamaa yako mpaka sasa hivi haanyi chochote kwa ndani na tayari ya mamoto mori, biashara yake imesha, na data zote anazo kwenye mkono wake. Hatari, anajua mimi ni kiasi gani anguo kumbuka, iko juu ya gorofa. Ndugu wawili hatari zaidi, mmoja mjeda, mwingine ah, mfanya biashara kawaida tu, tena akamina na cheka kabisa.

Baba nacheki time, ina maana kwamba kuna plan imepangwa hapa, mabomu yamewekwa kwenye taa. Twende haraka, ni huku kuja. Arehari na jizi zao za njano kibo wanafika wanamkuta mjuba anabembea tu kwenye kiti. Nani we nani? Mimi baba yenu Israeli, pigwa chuma ikapasua kioo. Kuna mtu anazama ndani, nani? Anguo mpaka kucha. Naam, rifofa ikaongezwa Kibo teko shul ninouma hawafai. Yani, wamechafukwa na roho wana watamani wa Japani kinyamanyama. Yes He. Yani, wamekutana ndugu wawili au wote wanazarau kinyama. hayek, hayek. Araka, araka. Sunaji, hiyo hotel iko karibu na Japan bark, yani ngome ya Kijapani, kwa hiyo wako wa Japani wengi zaidi. Lakini hapa wana plani yao, lazima watoke. Kama wameingia kutoka wanatoka sante. Wana hasira nao, ni maganda ya risasi tu, piga tana, tusepe

nguo hapa, ni mziki, hakuna kupoa. Utajua ujui. Yes, gari inakuja, machali zake wanafika hapa, machali zake na nguo, kuwachukua watu wasepe. Wajuma ni wengi kama siafu, wanakujaga tu. Yes. Kazama kwenye gari matanki ya mafuta yapo. Lipua kilichowakuta wanajua na Mungu wao. Wajomba safari eh? Vipi mmefanikiwa? Acha upumbavu wewe. Unadhani kakaangu atashindwa kuweza kumwondoa mshezi sasa eh? Hii imetulia hawa ndugu zangu un huyu mwingine ni shingzi. Asanteni ndugu zangu, ikiwa unapambana Wajapani unakaribishwa. Sasa muda huu bro, inabidi uweze kutuchukua tufanye kazi kwa pamoja. Ango. Hivi we ni mti? anaambia ndio, kwenye hiyo kona hapo. Naomba usimamishe gari. Nini? wewe unashangaa nini? simamisha gari! hayapoa

Kusepa, basola tu. <tutu> the queen amesha kuondoka, Bro, ataki sisi tuweze kufanya kazi na e. Lakini leo mambo yamekwenda vizuri, kwani tusiweza kuendelea na kazi. Unajua siti kwa wachache. Ila na wazo. Sijajua kama, kama tunapambana kwa ajili ya Japani. Huna haja kutuliza. Mimi nahitaji kuweza kuelekea maeneo ya chuo cha Nanjing Central Military kujiunga nacho yani, kufanya apply nijia ya kuingia kwenye chuo cha jeshi hicho, ni chuo cha jeshi unakwenda kusomea maswala ya jeshi tu, si kwamba unakuwa mwanajeshi moja kwa moja. Sasa babako atakubali? Akamwambia ndio, ninakwenda kuona naye saa hivi, nimwambie hiyo. Yeah. Hmm. Njia anaamini ataweza kujiunga na ndugu yake. Baba, kuna jambo nahitaji kuweza kukwambia. Nini? Zungumza. Ni eh, kama unavyoweza kujua, ujapani tayari wameshaweza kukamata majimbo matatu mashariki, wanaishi kama wafalme Wachina kila siku unateseka hivi baba, hili jambo wewe unalichukulia poa? Mimi nimeamua kuchukua maamuzi nijiunge na chuo cha jeshi, na mwisho siku wa siku nije kuondoa wajapani hapa. Akacheka ana ninijua, tu brother, queen akija hapa uto tulia. Kwa hiyo baba umekubali? Wewe ni mbwa ni hiyo, ni biashara kubwa ya familia na huwezi kutoa makali wako kwenda mahali yoyote. Hilo swala niachie mimi na uncle Chen. Wewe hutaki kuweza kufanya chochote kwanza una tabia mbovu. Ni sangjede lang. Ulikwenda kusoma shuleni miaka miwili, Zianjing, alikuwa na hofu na wewe. Sasa hivi unahitaji kuweza kuondoka kwenda sijui jeshi. Unadhani itakuwaaje? Lakini baba. Nimekuambia hivi haiwezekani. Kukueka wazi, itabidi ubaki hapa nyumbani tu. Subiria muda wako ukifika uweze kumoa Zianjing basi. Nishamaliza. Naomba uniache mwenyewe. Ondoka. Kajipumzishe. Babaka akamkatalia kujiunga na jeshi. Mwamba akamtafuta mpenzi wake za nchini. Maana kama miaka miwili tu alikwenda kusoma, binti alikuwa anahofu naye. Sasa sasa hivi anahitaji kuweza kwenda jeshini, itakuwaje? Vipi braza wangu, walikutana pote lini? Samlani, nini kimetokea? Mbona una mawazo namna hiyo yoma? Mawazo mimi? Ah, usinifiche. Naona kila kitu kwako pia mbele au, huwezi kunidanganya. Niambie, nini shida? Nahitaji kuweza kujiunga na chuo cha jeshi. Nahitaji kuweza kuwa mwanajeshi wa kweli. Na kuweza kusambatisha wa Japani. Umechanganyikiwa ubongo wako. Kumfariji. Sawa. Sasa usio na wasiwasi. Najua. Kama unahitaji kuweza kuwa mwanajeshi wa kweli. Lini unaondoka? Usiku. Eh! Siyo. Leo usiku. Hey, mbona mapema hivyo? Basi at least nenda nyumbani kachukue nguo zako upake. Naambia nikichukua nguo babangu ataniona. Si nitoenda. Masala nguo hakuna. Nikusepa kimya kimya, hiyo siri baki kwako, utamwambia baadaye wakati si Brazango. Ukishaweza kumaliza Military Academy apply. Na ukifanikiwa kila kitu, je, utakuja? Anambia hapana. Hapana? Acha utani na kutania bwana. Uber, ganju, mimi ndio pekee kuweza kuondoa Japani hapa. Na hakuna mtu mwingine waweza kuoa zaidi yangu mimi. Kwa hiyo nitarudi. Nikishamaliza tu masomo nitarudi. Na nikirudi ni ndoa. Yuko na wa. Ani. Inawezekana ukaenda huko ukakutana na wanawake wazuri ukawapenda ukanisahau. Mimi inawezekana ni kweli? Ah, nakutania bwana. Usio na wasiwasi, siwezi kumua mwanamke mwingine zaidi yako. Kwao nikija utafunga ndoa. Ndivyo hivyo. Ni bie. Sasa ukishamaliza tu masomo yako haraka inabidi uweze kurejea na tupinge. Basi wakapinga kuweza kuaidiana, kwamba akimaliza masomo yake atarudi na binti anaombea hakuna cha kujutia jamaa. Yamako siku ule ule akwenda kuchukua chochote, kakutana na masela zake. We vipi, mbona umechelewa? Tulijua huwezi kuja nazani. mimi ni kama nyinyi, tondokeni. Wakajiunga chuoni huko, wakafunga safari kuweza kuitafuta na nchini ili kuweza kuwa wanajeshi kabisa. ni mtoto wa kibopa lakini anahitaji kujiunga na jeshi, muda ukaenda. Anasema kwa muda aliweza kumkuta ya mamoto, ni ngumu kuweza kutoa kopi. Hakika wamefanya kazi nzuri sana. Special Taxi Foxy wataweza kupandisha hiyo cheo, akisha anapewa cheo kikubwa zaidi. Hakika hakuna chote kitakachoweza kuharibika, mheshimiwa. Naheshimu maamuzi yako tia siku zote kajitoa mwanga kwa ajili ya taifa lake. Naamini. Mimi na wewe tuna nguvu kwani tunapambana kwa ajili ya watu wetu na taifa letu. Siwezi kusahau mwalimu wangu aliweza kunifundisha. Subiria kazi nyingine mpya. Nenda kajipumzishe kwa sasa. Data zote akawa ameweza kuzileta. Ndio hizi hapa. Ajisha, chukua hizi na usambaratishe sibaki hata moja. Lakini mheshimiwa si inawezekana kuweza kutumia information ikawa ni faida kwa maendeleo ta... ya nchi? Nimekuambia choma moto zote. Sawa. Cheka kauli. Is... Ah, huu mtihani lazima tufaulu jamaa wangu. Yeah. Wanafika huko. Mm. Jingjing, Hebu mm, naomba nipate glasi ya maji. Bro, vipi? Ango, uko salama? Kucheki, kile yake ni mbaya. Tuje kwa tokii hizo. Na ndio umekuja kufanya mtihani. Mm. Sasa kaugua ghafla. Kinachomsibu ijulikane. Wakamtafuta daktari haraka. Na mtihani uko karibu, sasa anaumwa. Dokta baada ya kuweza kumpima Anguo, yaani kaugua ghafla tu, baada ya kuweza kuama mji, dokta anaendelea jo, ana malaria, ndivyo tunavyoweza kuisema ama kuita malaria. Kwa hiyo inabidi aweze kupata mapumziko mumpatie dawa. Na nani atakayeweza kwenda kuchukua dawa? Na mimi kati ya nyinyi wawili, mimi e. Baada ya siku mbili nafikiri atakuwa poa. Kwa hiyo kaugua malaria ghafla, siku mbili zikakatika, mwamba anatoka kitandani, lakini ndani ya zile siku mbili mtihani tayari umeshaweza kupita. Tengeneze kawa, fasa. Kamata gazeti anasoma soma. Marafiki zake wamekuja. Bro, tumefaulu. Sasa sisi ni wanajeshi. Tutajiunga na special team. Kwa sababu tuna ujuzi wa kutosha kuweza kupambana. Yeye, yeah, ajafanya mtihani. Bro, mwaka unaofuata inabidi uweze kufanya mtihani na yeye. Najua, najua ndicho kitu ambacho nilikuwa nikiweza kufikiria, lakini inabidi mweze kujifunza zaidi masomo yenu kwa sababu baadaye <laughs> ni. Mi nimekubali kuweza kubaki na nyinyi. Nyie mtasoma, mi nitajifunzia nje, ndio tutakufundisha tulichoweza kufundishwa. Tutakuwa kama walimu wako, utakuwa bora kama tulivyokuwa sisi. Ndivyo mnavyoweza kufikiria nyinyi, ni Central Military Academy Moshesha lakini pia kuna watu wako ndani ya tempo ya dabaon Unawezekana kuweza kujiunga nao na kuweza kufanya nao mafunzo kwa sababu ni hatari zaidi na wanajua mengi. Nishaweza kuambia kitu kimoja nyinyi, hata kama mmeweza kujiunga na jeshi na kuweza kufanikiwa, je, mnawezekana kuweza kupambana nami? Anaambia hakuna yote kuweza kudhubutu pambana na wewe, wewe ni bora zaidi. Yani hao wanavitambulisha kwamba ni wanajeshi lakini bado, yani ni wanajeshi ambao tayari wameshaweza kupitia kwenye chuo cha jeshi ila hawajajiunga kwenye jeshi la, la taifa yani inakuwa ni kama wana mgambo hivi sasa jamaa kuna record ilikuwa kiweza kuzifuatilia hapa north east channel Yellow river kwa sasa inaitwa mountain tai yani mtu wa njano sasa hivi unaitwa mountain tai 7 3 8 2 4 2 hizo ni kodi za siri kwa hiyo wako kama spy wa siri Sauti hani shindi. Ongea Taishan alikuwa kaeza kupongezwa. Jamaa wake yuko na laita yake na songa zake mbele mtaani. Yeye bado si mwanajeshi. Lakini mambo mengi jeshi anajua kwa sababu ya marafiki zake. Sasa wakati anapita pita kwenye ile eneo kuna kitu kamulika kama kioo. Anatupa macho juu. Kuna watu wanapoint pointi, pointi baadhi ya mambo wako na binocular. Alijiuliza watu na kina nani. Nani, nani kuona wanafanya jambo kama lile. Hapa kidogo ilikuwa na mashaka. Yapi ya yanafuata zaidi, tukutane katika sehemu ya nne. Mimi ni kuambia, sina la ziada katika sehemu ya tatu, Light and Shadow hii hapa, mwanga na kivuli.